Na hii ni Mnyalu TV. Steve Nyerere kupitia ukurasa wake wa Instagram amekuja kuanzisha kampeni ya kumchangia Nicole apate pesa ya dhamana ili aweze kutoka kituo cha polisi na kutafuta pesa ya watu ambao wanamdai. Unafahamu Nicole sasa hivi anashikiliwa na jeshi la polisi kwa takriban wiki moja baada ya kukutwa na hatia ya kuchukua pesa za watu, yaani kwenye pesa za upatu, alikusanya pesa na hakurudisha pesa hizo kwa wahusika. So kupitia kurasa ya Instagram, Steve ameposti caption ndefu mno na kuzungumzia swala la Nicole, namna ambavyo limemgusa, lakini pia amesema kuna watu ambao wamekuwa wakimtafuta na kumuulizia kuhusiana na hilo swala. So Steve ameandika, mstaafu, nani mkamilifu katika hii ardhi ya Mwenyezi Mungu? Napokea SMS na simu kuhusiana na suala la Nicole tokia juzi kulia na kushoto, lakini nikasema Mungu nitangulie nami nione mwanga kwenye hili. Ni ukweli usiopingika dada yangu kapuyanga sana, tena sana. Ana makosa na anakosa la kujibu, lakini nani mkamilifu? Nicole ana makosa na kibaya zaidi ni kwenda kuchangisha watu wenye kujipambania kuitafuta kesho yao, na kibaya zaidi walikuamini kutokana na blandi yake, wakiamini kuna matokeo sahihi kupitia Nicole. Nicole ni mtu mzima na mwenye akili timamu, alikuwa anafanya kitu anachokijua na kujua matokeo na mwisho wa matokeo. Lakini tukienda mbali zaidi, limeshatokea naye ni binadamu. Sipo hapa kumtetea mwalifu, lakini naandika kujaribu kuona haki ya waliofanyiwa ujinga huu wanaipataje? Je, Nicole kukaa ndani haki ya wadai itapatikana? Maana siku ya mwisho Nicole anatakiwa kuwarudishia fedha zao wote walioguswa na yeye, anarudishaje? Atajua yeye, lakini akiwa nje kwa dhamana na, na masharti yenye tija, basi anaweza kumaliza jambo hili, lakini ifike mahara. Hii michezo ya magroup inayogusa fedha, naomba sana kuwa na utaratibu wa kumsajili kijumbe, kitambulisho chake na wanachama, nao wachangisha waridhie kwa maandishi kuwa wamekubaliana kuanzisha group la kusaidia ili itasaidia sana, lakini sio mtu anatoka tu huko anaanzisha group mara ya michango hii, sio sawa. Niombe sasa, ni wakati wa kusimama na Nicole. tusiangalie kafanya nini, tuangalie dhamana yake na jinsi ya kumsaidia. Hejalishi kala mzigo na nani, lakini bado ni mwenzetu, anapitia kipindi kibaya sana ambacho anahitaji faraja Tusimame kumwombea dhamana. Tunajua na kutambua sheria na kuheshimu kwenye taifa letu, niombe. Si muda wa kuliangalia kosa, ni muda wa kulitibu kosa. Nani mkamilifu hapa duniani? Mimi binafsi kama Steve Mengele Nyerere, nipo tayari kumsaidia Nicole kutoka ndani kwa kutafuta tarati, kwa kufuata taratibu zote na akipata dhamana basi atambue kulipa kila jasho la mchangiaji kurudishwa, na maisha y kuendelea. Hakuna mwanadamu ambaye mkamilifu hapa duniani, so hicho ni kitu ambacho amekiandika Nyerere Steve kupitia kurasa wake wa Instagram na kuomba watu wasiangalie makosa Nicole, waangalie ni namna gani ambavyo wanaweza kumsaidia. Ni ujumbe mrefu sana ambao nimejaribu kusomea hapo, hofu utakuwa umeelewa ni kitu gani ambacho amekizungumzia Steve Nyerere. Una mtazamo gani? Niandikie hapo kwenye sehemu ya comment, na hakikisha tu una subscribe na turn on notification ili uwe wa kwanza kupata habari ambazo zinawekwa hapa, na hii ni Mnyalu Tv.